Serikali ya awamu ya sita chini ya uongozi wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan imeimarisha miundombinu ya elimu kupitia ofisi ya Rais Tamisemi ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa kipindi cha mwaka 2020-2025. Mafanikio yaliyopatikana hadi kufikia Aprili 2025 ni pamoja na kuongezeka kwa vyumba vya madarasa kutoka laki moja na tisini na moja elfu mia saba na nane hadi laki mbili na hamsini na nane elfu mia tatu tisini na tatu sawa na asilimia thelathini na mbili nukta sita tisa. Shule za msingi nazo zimeongezeka kutoka elfu kumi na sita mia nne na sita hadi elfu kumi na saba mia tisa themanini na sita sawa na asilimia tisa nukta sita tatu. Shule za sekondari zimeongezeka kutoka elfu tatu mia nane sitini na tatu hadi elfu nne mia nane tisini na nne sawa na asilimia 26.68. Matundu ya vyoo shule za msingi yameongezeka kutoka laki mbili elfu sita mia sita na sabini hadi laki mbili sabini na nane elfu mia tisa kumi na moja sawa na asilimia thelathini na nne nukta tisa tano Aidha, matundu ya vyoo kwa shule za sekondari yameongezeka kutoka elfu tisini na mbili mia saba ishirini na nne hadi laki moja na elfu ishirini mia tisa na sabini sawa na asilimia thelathini nukta nne tatu Nyumba za walimu zimeongezeka kutoka elfu hamsini na nane mia sita thelathini na saba 1429 sawa na asilimia 3.05, huku maktaba nazo zimeongezeka kutoka 1537 hadi 2665, sawa na asilimia 73.38, na maabara zimeongezeka kutoka 8072 hadi 8710 sawa na asilimia 7.90. Pia mabweni yameongezeka kutoka 2245 hadi 3245, sawa na asilimia 44.54 yameongezeka kutoka 871 hadi 1004 sawa na asilimia 15.26. Shule zilizokarabatiwa ni 868 zikiwemo 794 za msingi na 74 za sekondari. Mafanikio haya yanadhihirisha dhamira ya kweli ya serikali ya CCM katika kuinua kiwango cha elimu nchini na kuhakikisha mazingira bora ya kujifunzia na kufundishia. Na huu ni utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi ya CCM ya mwaka 2020 2025 kwenye eneo la fanikio ya sekta ya elimu ibara ya 80 kifungu kidogo cha kwanza a.